Dofinahakikisha karibu mpenzi mtazamaji wa kipindi cha TMDA na jamii. Ni siku nyingine tena, mamlaka ya dawa na vifaa tiba naizungumzia TMDA. Inakuletea mfululizo wa vipindi vyake vya uelimishaji vijulikanavyo kama TMDA na jamii, kwa lengo la kukuelimisha, kukujuza, lakini pia kukuhabarisha mambo mbalimbali ambayo mamlaka hii inatekeleza kwa lengo la kulinda afya yako, kulinda afya ya jamii. Ninayekukaribisha kutoka TMDA na jamii naitwa Gaudensia Simwanza, na kualika ungane nami toka sasa mpaka pale nitakapohitimisha. Afya bora kwanza. Watazamaji, kama ilivyo ada ya kipindi hiki, katika studio huwa tunakuwa tuna jambo letu ambalo kwa pamoja tunalijadili, ili mwisho wa siku na wewe uweze kuelewa nini mchango wako katika swala zima la kulinda afya ya jamii. Kwa siku ya leo, TMDA na jamii imetia nanga katika kituo cha forodha cha Tunduma, ambapo pia tutaenda katika kituo cha forodha cha Kasumulu, ambako huku tutakutana na wakaguzi wetu ambao wako katika kituo hiki kwa upande wa Tunduma tutakuwa na mkaguzi wetu Bwana Kristiani uh, Mbwilo, ambaye pia atatueleza ni namna gani anatekeleza majukumu yake katika kituo cha forodha cha Tunduma. Pia tutakuwa na mkaguzi wetu Bwana Adamu Sarota kutoka katika kituo cha Kasumulu, naye atatueleza nini majukumu yake ambayo anayafanya kila siku katika kuhakikisha kwamba uh, bidhaa zinazoingia kutoka nje ya nchi na bidhaa ambazo zinatoka ndani ya nchi kwenda nje ya nchi, basi zinafuata taratibu ambazo zimewekwa. Lakini pia tutawasikiliza wafanyabiashara ambao wanatumia vituo hivi vya forodha, wataeleza namna gani wanashirikiana na TMDA katika kuhakikisha basi taratibu ambazo zimewekwa zinafuatwa, lakini pia mwisho wa siku tunalinda afya ya mwananchi, afya ya Mtanzania. Karibu tuwe pamoja mpaka pale ambapo tutahitimisha kipindi chetu. Nipende kuwakaribisha kwanza watoaji wa elimu wa, wa, wa kwa umma katika kituo hiki cha forodha Tunduma. Kwa kifupi, shughuli ambazo zinafanyika hapa ni ukaguzi wa shehena shehena za dawa, vifaa tiba pamoja na vitendanishi. Kwa upande wa shehena zinazoingia na shehena ambazo zinatoka nchini kwetu kwenda nchi zingine. E, utaratibu wa ukaguzi wa shehena ambazo zinaingia nchini baada ya kufika hapa kwenye kituo cha forodha tunakagua kwanza nyaraka uhalali wa nyaraka. E, baada ya kujiridhisha na uhalali wa nyaraka tunakagua mzigo ambao umekuja kwa kulinganisha nyaraka, kitu ambacho mtaji alikuwa amekiomba, lakini pia kitu ambacho kimebebwa kwenye, kwenye gari ama kwenye chombo cha kubebea mzigo. Baada ya kujiridhisha nyaraka uhalali wake, tunaenda kujiridhisha na mzigo, kama mzigo umekidhi vigezo umekidhi sheria ya mamlaka ya dawa na vifaa tiba basi tunakagua huo mzigo, lakini taratibu za ukaguzi zinakuja kuishia kwenye mfumo mfumo ambao ni, ni mfumo ambao ni mzuri kabisa. Tunaingiza taarifa zake kwenye mfumo na kugonga mihuri kwenye nyaraka za mteja, basi hapa tunakuwa tumemaliza shughuli za ukaguzi wa shehena husika kwa upande wa shehena ambazo zinaingia nchini lakini pia shehena ambazo zinatoka kwetu nchini kwetu kwenda nchi zingine kama Zambia na Kongo, mizigo hiyo tunaishia tu kukagua e, nyaraka zake, lakini hatufungi mzigo. Tunakagua nyaraka, tunaingiza kwenye mfumo wetu ambao ni mfumo mzuri kabisa wa taasisi. Hapo tunakuwa tumemaliza, baada ya kumgongea mihuri kwenye hizo nyaraka tunakuwa tumemaliza ukaguzi wa shehena husika. Hali ya upitaji wa bidhaa zinazodhibitiwa na mamlaka ya dawa na vifaa tiba mpakani Tunduma, kwa sasa shehena nyingi ambazo zinapita hapa ni exports, kwa maana ya shehena ambazo zinatoka nchini kwetu zinaenda nchi zingine kama Zambia na Kongo. Na bidhaa hizo ni vifaa tiba aina ya pampas, lakini na dawa kutoka kwenye viwanda vyetu vya ndani ambazo huwa zinaenda Kongo, zingine zinaenda Zambia. Hivyo ndio bidhaa ambazo kubwa ambazo kwa sasa tunazihudumia mpakani Tunduma tangia elfu mbili na kumi na tisa wakati sheria ina badilika ya udhibiti wa kuhamisha shughuli za vipodozi na vyakula kwenda shirika la viwango Tanzania TBS. Hivyo hizo ndio bidhaa ambazo zilikuwa zinaingia sana nchini kwetu, lakini kwa sasa tangia majukumu hayo yahamishwe TBS basi bidhaa ambazo zimebakia ni exports tu ambazo zinatoka nchini kwetu zinaenda nchi za majirani huko, kwa uchache sana. Kama kuna bidhaa zinaweza zikaingia nchini basi, ni dawa za mifugo ambazo nazo ni kwa uchache sana. Ndani ya miaka minne hii eh, ni kama mizigo shehena mbili hivi ambazo zimeingia nchini kwetu na baadhi ya vifaa tiba ambavyo vinaingia nchini kwetu na wateja ambao eidha hawajui, hawajui sheria, hawajui, hawajui utaratibu, waingizeje hivi vitu vya kubeba vichache vichache kwenye mabegi na nini, ambavyo vingine vinazuiliwa, lakini vingine wateja wanajitahidi kufuata sheria, wakielekezwa utaratibu, watakuchukue hatua gani ili waweze eidha kuviingiza, basi wanafuata utaratibu, kama ni kurudishwa waliko, kuzirudisha bidhaa walikozitoa basi zinarudishwa kwa hiyo kikubwa ni hicho kwa sasa. Bidhaa nyingi zinazopita mpakani Tunduma ni bidhaa ambazo zinatoka nchini kwetu zinaenda kwa wenzetu, ambazo ni pampas na madawa moto, ambazo tunakutana nazo mpakani Tunduma. Changamoto kubwa ni aina ya mpaka ulivyo mpaka, mpaka una vipenyo, una vipenyo vingi sana sana. Hivyo sasa kama mkaguzi ambaye upo hapa e, wakati mwingine ukidhani unadhibiti bidhaa zisiingie sokoni, unaweza kufikiri umedhibiti kiukamilifu, lakini changamoto ni mpaka una vipenyo vingi sana, hivyo watu wanaweza kubeba vitu kwenye mabegi, zakabeba kwenye kitu chochote, na ukadhania huyu amebeba kitu anaenda kwa matumizi yake nyumbani na nini, lakini wana uwezo wa kuingiza dawa wakapita nazo wakaingia kwenye mikoa, mkoa huu wa Songwe wakaenda mpaka Mbeya hata kufikisha hata, hata mkoani Dar es Salaam. Kwa hiyo tunashukuru kwamba mamlaka ya dawa na vifaa tiba inafanya shughuli zake za ukaguzi mara kwa mara katika soko, na hiyo inasaidia kwa kile kidogo ambacho kilifanikiwa kupita bila kukamatwa kwenye mpaka wetu, kinaenda kuchukuliwa kutolewa huko, huko sokoni. Hivyo nashukuru sana mamlaka, inajitahidi sana kufanya kazi hiyo, na mara nyingi tumeweza ku, ku, kuokota kuchukua ama kuviondoa vitu ambavyo viliingia sokoni kwa njia isiyokuwa harari na nipende kutoa wito kwa wateja wetu wa mamlaka ya dawa na vifaa tiba waweze kutuona uweze kuja ofisini kwa mfano kwa wateja ambao wana, wanapenda kuingiza vifaa tiba ama madawa nchini wanaweza kufika kwenye ofisi zetu za TMDA upande wa mipakani Tunduma na ku pata utaratibu ni namna gani wafanye nini ili waweze kuingiza vifaa tiba ama madawa nchini. Kwa namna hiyo, kupata maelekezo sahihi itasaidia sana watu kupata elimu, lakini pia itasaidia kukontrol soko letu lisiwe na bidhaa ambazo hazikidhi viwango vi na ambavyo vina athari kwa jamii yetu inayotuzunguka kwa majina, anaitwa Adam Suleman Sarota, ni mkaguzi dawa katika kituo cha forodha Kasumulu. Niko hapa chini ya mamlaka ya dawa na vifaa tiba nyanda za juu kusini. Katika mpaka huu sisi tunakagua vibali mbalimbali vya dawa, vifaa tiba na vitendanishi vinavyotoka nchini na vinavyoingia ndani ya nchi. Lengo letu mahususi ni kusimamia kila bidhaa inayoingia ndani ya nchi iwe na imefuata taratibu za kita, kimamlaka. Lengo kubwa ni kuhakikisha jamii nzima inapata bidhaa zilizosajiliwa na mamlaka ya dawa na vifaa tiba. Kwa wale ambao hawajasajiliwa, lengo letu sisi ni wapate taratibu au wafate huduma, wapate huduma stahiki kulingana na matakwa ya mamlaka ya dawa na vifaa tiba. Hivyo basi, kwa wale ambao wanaingiza bidhaa ambazo hazijasajiliwa tunazizuia na kuwapatia chumba cha muda wa takribani mwezi mzima kwa ajili ya kufuatilia taratibu za vibali ili hali mizigo yao iweze kuingia ndani ya nchi. Hivyo basi sisi kama wakaguzi wa mamlaka ya dawa na vifaa tiba, jukumu letu jingine hapa mpakani ni kushirikiana na taasisi nyingine za, za kiserikali hapa kukagua baadhi ya magari e, lakini pia kukagua njia zisizo rasmi, kufanya doria, kuhakikisha kila bidhaa inayoingia ndani ya nchi imefuata utaratibu. Kwa hiyo tunafanya ukaguzi katika vipenyo mbalimbali mbali, na kuzuia mizigo ambayo haijafuata utaratibu kuzuiliwa kuingia ndani ya nchi, lakini tunawapatia chumba kikubwa wananchi kufuata elimu, kupata elimu mbalimbali mbali ya kufua, kuingiza taratibu au kuingiza mizigo ndani ya nchi hapa, hapa mpakani Kasumulu, tunaishukuru serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan katika awamu hii ya sita, kwani kuanzia ameingia yeye tumebahatika kupata uh, ongezeko la bidhaa zinazotoka ndani ya nchi, ikiashiria kwamba bidhaa hizi zimetengenezwa na viwanda vya ndani. Kwa mfano tumeona pampers diapers za watoto zikitoka sana ndani ya nchi, lakini tumeona pedi zikitoka sana ndani ya nchi hii ikiwak ikiwa ni mfano halisi kwamba serikali ya awamu ya sita inafanya majukumu yake kufanisi, kwa ufanisi kwa kuwekeza, kwa kuendeleza uwepo wa viwanda mbalimbali mbali nchini mwetu, lakini pia tumeonekana tukiwa tunaingiza baadhi ya bidhaa nyingi nchini kwetu kama chanjo za mifugo ambazo awali hazikuwa zikiwa zikiingia ndani ya nchi yetu kwa mfululizo au kwa mtiririko ambao umeongezeka katika awamu hii. Kwa hiyo tuseme tunashukuru serikali ya awamu ya sita kwa kuruhusu mzunguko huu au mwingiliano huu wa kibiashara kati ya nchi hizi mbili, Tanzania na Malawi. Eh, tunatoa wito au tunatoa rai kwa wananchi au wafanyabiashara wafuate utaratibu, waje, tutawapatia elimu ya kuingiza utara, uh, kuingiza bidhaa nchini, tutawaelekeza, tutawasaidia na tutawasupport kwa namna moja au nyingine, ili hali mizigo yao isikwame hapa kituoni. Lakini tunawasisitiza wananchi wasitumie njia za vipenyo au njia ambazo sio rasmi, kwani inaashiria kwamba hakuna namna au hakuna utaratibu, wakati kuna kituo cha forodha Kasumulu hichi ambacho nimesimama hapa mimi kama mkaguzi wa hapa, nawasihi jamani, tufikeni kituoni, mtatukuta tutawapatia huduma stahiki na tutawasaidia wananchi mbalimbali kuweza kuingiza bidhaa zetu ndani ya nchi yetu. Changamoto mbalimbali tunazozipata ni wananchi wanajaribu kuingiza bidhaa za dawa, vifaa tiba, vitendanishi kupitia vipenyo au njia zisizo rasmi, ambazo ni njia za panya. Sasa hii inapelekea kuwepo na wimbi au uwepo wa dawa au vifaa tiba au vitendanishi ambavyo havijasajiliwa katika soko letu, na kutupatia sisi wananchi wetu au jamii husika na jamii zetu nchini, jamii yetu kiujumla nchini Tanzania kutumia bidhaa ambazo hazijasajiliwa na kutupatia mzigo mkubwa zaidi sisi kama wakaguzi wa mamlaka ya dawa na vifaa tiba kufanya ukaguzi mkubwa na kuwapatia faini wale ambao wanatumia au wanauza bidhaa zenye hazijasajiliwa au hazijapata usajili katika nchi yetu. Hivyo tunatoa rai sisi kama wakaguzi, jamani, mfike katika kituo chetu cha forodha hapa, tutawapatia elimu tosha na utaratibu wa kupata vibali vya kuingiza bidhaa hizi, ili hali tusihatarishe jamii tunayoishi nayo. kwa hiyo wananchi tunaombeni sana sana sana mfike katika kituo cha forodha kwa ajili ya kuweza kuingiza bidhaa zetu kwa utaratibu, na tusitumie njia za panya. Tunawasihi wafanyabiashara waigiza mizigo ya dawa, vifaa tiba na vitendanishi, mtumie kituo hichi cha forodha kuingiza bidhaa zenu tokea nchi za sadiki, ili hali muweze kupata huduma zenu kwa utaratibu na kwa haraka, kwani kituo hichi kipo na kina wataalamu waliobobea fani hii. Kwa hiyo tunawasisitiza ndugu wananchi, ndugu wafanyabiashara, jamani, tumieni fursa ambayo mmepewa na mama. Tupo watumishi, tutafanya kazi, tutaingiza mizigo yetu kwa ufasaha, kwa weledi. Tunashughulika na kusafirisha madawa, kufanya clearance kutoka Dar es Salaam kwenda Malawi. Tunashirikiana vizuri na kijana aliyekuwepo hapa anaitwa Adam. Mara nyingi zikifika dokumenti lazima tumkabidhi na yeye anafanya jitihada zote kwamba gari isichelewe na mzigo usichelewe kutoka. Kama kuna kuwa na tatizo anatuelekeza cha ja kufanya, bwana fanyeni hivi, inatakuwa mfanye hivi mfanye hivi au hiki kibali meapply, sawa, mnabidi muapply na kibali kingine kinachotakiwa kuwa hivi na hivi. Kwa hiyo ni mtu ambaye tunasaidiana vizuri sana. Sisi sehemu kubwa vifaa vifaa tiba na madawa wala wengine ena Dar es Salaam kwenda Malawi, ambapo hapo ni exit point yake, point yao, yao ya mwisho kwa upande wa Tanzania. Katika kazi, changamoto zipo, kuna mda mwingine utashangaa unaweza kumapply kibali umefika hapa kinakuwa kidogo kinachelewa, lakini tukimfuata Adamu kile kitoke haraka ili na gari za watu zisichelewe na mzigo wa watu usichelewe. Kwa kweli katika amna kazi sio iliokosa changamoto. Maoni yangu kwa, kwa wafanyabiashara na wadau wengine wa usafirishaji ni kwamba tujaribu kwa... kufata protocol za TMDA katika kusafirisha madawa, kwa sababu kuna madawa mengine yanakuwa harmful kwa mtu. Kwa hiyo ukienda TMDA wanaweza kukwambia jinsi ya kusafirisha na jinsi, na jinsi ya kutekea, hata wewe mwenyewe kuwa makini katika madawa yale unayesafirisha kwa dereva, hata agent unaeshughulika na hiyo kazi wangu kwa TMDA na serikali wajaribu kuongeza kwe, kwa mfano hapa boda wajaribu ta kuongeza vijana kidogo, hili wakuweza kusaidia kusaidiana na, na Adam, hata kama wapa waongeze ili kazi iwe nyepesi zaidi. Tunashukuru watu wa mamlaka ya TMDA, blaza wangu Adamu, kwa kutupokea tukiwa na kazi. Anatupokea vizuri, anatusikiliza anatujali kukiwa na changamoto yoyote, labda kitu akijaenda sawa, anatuambia kitu gani cha kufanya, au kama kuna sehemu labda tume, umekosea labda dokumenti haisomi anatuelekeza namna ya ku ufanyaji wa kazi. Tunamshukuru pia naye kwa kuwepo upande huu wa Kasumulu. Kitu kingine napenda kushukuru kwa TMDA, upande wa Kasumulu, kwa ufanyaji wa kazi wako vizuri sana. Ukiwa na gari, ukiwa ukiwafuata ofisini unawakuta kwa muda husika. Ukiwa na gari, anakuja anakuja anakukagulia, anakagua dokumenti zako pia, na gari inatoka kwa wakati. Kitu kingine ninachoshukuru kwa TMDA upande wa Kasumulu ofisi ya Blu Adamu iko vizuri sana. Kwa upande wa TMDA changamoto hamna kwangu, mimi sijaona changamoto yoyote ambayo inakwamisha labda nisitoe gari kwa wakati au nisi, tusiweze kufanikisha zumuni la kwao, labda kama kwa watu wengine, maana siwezi nikawasemea wote. Kila mmoja anatoa gari kwa muda wake anakutana na na mkurugenzi na muhusika kwa muda wake, ila kwa upande wangu changamoto ya nani ya ninapotoa gari kwa TMDA iko vizuri, wala haina tatizo lolote. Kwenye maoni hapo, napenda kuomba serikali na wadau mbalimbali watukumbuke kuleta madawa kwenda upande wetu jirani, upande wa Malawi, sababu dawa zinazopita ni chache sana tofauti na mahitaji ya upande wa Malawi, lakini wakitukumbuka, na sisi huku kwa sisi wahusika maajenti tunaosafirisha ni TMDA, naweza ikawa ni jambo jema sana kwetu. Kwa hiyo tunaomba serikali tukumbuke Kasumulu kuleta madawa mengi kwa wakati make. Ukiangalia kama upande wa Malawi kule, unaweza ukakuta kuna ugonjwa wa kipindupindu, kwa hiyo wanahitaji madawa kwa wakati lakini madawa huko yanapita kwa awamu, naweza ukapita mwezi mmoja amepita mara moja au yasipite kabisa kwao, nakuta nasubiri. Mtazamaji, hakuna lilo na mwanzo likakosa kuwa na mwisho, na hivi ndivyo ambavyo tunahitimisha kwa siku ya leo kipindi chetu cha TMDA na jamii. Kumbuka, kwa siku ya leo tulikuwa na uelimishaji katika kituo cha forodha cha Tunduma na baadaye tukawa katika kituo cha forodha cha Kasumulu. Ni imani yangu umefaidika vya kutosha, umepata elimu kuhusiana na namna gani wewe sasa kama mwananchi una wajibu wa kulinda afya ya jamii. Ninakushukuru kwa sababu umekuwa nami toka mwanzo hadi muda huu ninapohitimisha, lakini pia ninakualika ukiwa na maswali, maoni au dukuduku -duku. usisite kutuandikia kupitia barua pepe ya info at tmda go. tz au kutupigia nambari ya bure kabisa nambari sifuri nane sifuri sifuri moja moja sifuri sifuri nane nne. Ninayekuaga kutoka TMDA na Jamii, naitwa Gaudensia Simwanza, nasema mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine kutoka TMDA na Jamii. TMD.